Eh, mama yetu Samia Suluhu Hassan ametuletea mataa haya. Mataa kwetu sisi yanatusaidia katika njia kubwa sana. Kwanza kuna baadhi ambayo zamani tulikuwa hauonekani mji wa Chalinze, mandhari haionekani, lakini kwa sasa mandhari ya Chalinze inaonekana iko vipi. Kwa yote haya kwetu sisi ni faida. Zamani ilikuwa ukitoka ukipita mitaani kwapukwapu zimezidi, lakini sasa hivi unapopita mitaani unaonekana na kama kuna adui unamwona. Kwa hiyo oh, huu umekuwa ni ulinzi mkubwa kwetu. Tunashukuru na tunaomba kama ikiwezekana izidishiwe na mitaani kabisa, baki ya hizi katika barabara kuu za Morogoro na hizi zinazokwenda sokoni zinazokwenda na na mitaani tuletewe zaidi. Hili ni kwetu sisi ni ulinzi mkubwa sana. Zamani tulikuwa tunaibiwa mafuta, lakini sasa hivi usalama mkubwa sana wa mataa kwe. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia awamu ya sita hii, Mungu alhamdulillah, Mungu ampe maisha marefu sana. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana wa Chalinze kuwekwa mataa ambayo sasa ukiangalia hata ukiwa ukitokea Tanga unaona Chalinze ile, tunakaa mama zetu mtilie, wasahivi wanapata riziki, wanapata chakula cha kutosha, tunapata sisi kuuza pale, tunakula pale vyakula, mama yetu anafaidika dada zetu. Kwa hiyo kwa kweli kwa, mimi nasafiri kwenda na Kongo wapi, lakini nafikiria ni kale Chalinze kwenye usalama wa mata haya. Mama yuko kazini.